Wanawake kote barani Afrika wanaibuka kukabiliana na ukatili wa kijinsia. Kutana na mashujaa hawa watano wanaogeuza maumivu kuwa nguvu wakipigania haki, ulinzi na matumaini kwa waathiriwa. Njeri wa Migwi ni mwanaharakati wa Kenya anayepambana dhidi ya ukatili wa kijinsia. Baada ya kuteseka kutokana na unyanyasaji wa kijinsia akiwa msichana mdogo, aliamua kutumia maisha yake kusaidia wanawake na wasichana waliokumbwa na ukatili na walioko katika hali hatarishi. Kwa mujibu wa bodi ya taifa ya takwimu, asilimia 45 ya wanawake nchini Kenya walio na umri wa kati ya miaka 15 hadi 49 wamepitia ukatili. Kupitia kampeni yake ya Usikimie, Wamigwi anapigania kuokoa na kuwahudumia waathiriwa, akivunja ukimya uliodumu kwa muda mrefu. Betty Aba ni mwanaharakati wa Nigeria anayepambana kukomesha ukatili wa kijinsia kupitia shirika la Sea Hope. Anasimama kidete kutetea haki za wanawake na vijana. Kwa mujibu wa UNFPA, mwanamke mmoja kati ya watatu nchini Nigeria amepitia ukatili wa kimwili kufikia umri wa miaka 15. Kazi ya Aba inaleta mwanga kwa visa ambavyo mara nyingi hubaki gizani bila kuripotiwa, akivitangaza kupitia vyombo vya habari, huku akiwasaidia waathiriwa kupata msaada na matumaini ya kupona. Tatiana Mukanire ni mwanaharakati wa haki za wanawake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye pia ni mwathiriwa wa ubakaji. Mukanire ni mratibu wa Movement des Survivantes, kundi linalosaidia wanawake waliokumbana na ubakaji uliotumika kama silaha ya vita. Zaidi ya asilimia sabini ya wanawake katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini nchini Kongo wanasema walipitia ukatili na ubakaji wakati wa vita vilivyotokea nchini humo. Mukanire anatumia uzoefu wake binafsi kuhamasisha mabadiliko na kuonyesha kuwa waathiriwa wanaweza kuwa wakombozi wa jamii kwa kusimama kidete dhidi ya ukatili. Josina Machel kutoka Msumbiji alipitia tukio la ukatili wa kijinsia licha ya nafasi ya familia yake katika siasa za nchi. Binti huyo wa rais wa zamani wa Msumbiji Samora Machel alishambuliwa na mpenzi wake na kupoteza jicho moja. Tukio hilo lilimfanya azidisha juhudi zake za kupigania haki za wanawake waliokumbwa na ukatili. Alianzisha Kuhuluka Movement shirika linalosaidia waathiriwa wa ukatili wa majumbani na kupinga unyanyapaa katika nchi ambayo mwanamke mmoja kati ya wanne anasema amepitia ukatili wa majumbani. Birhan Gebrekistos Mexbo ni mwanaharakati wa Ethiopia anayejulikana kwa kazi yake ya kurekodi visa vya ubakaji na ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana wakati wa vita vya Tigray. Ukatili wa kijinsia uliotumika kama silaha ya kivita ulilenga kudhoofisha na kuharibu uzazi wa wanawake wa Tigray katika vita vyao dhidi ya serikali ya Ethiopia. Megsbo anatoa mwanga kuhusu maumivu na madhila ambayo wanawake wa Tigray walipitia wakati na baada ya vita, akisisitiza haja ya haki na msaada wa kisaikolojia. Amekuwa sauti ya waathiriwa wa vita vya Tigray akihakikisha simulizi zao hazipotei na zinatumika kuhimiza mabadiliko ya kijamii na kisiasa. Je, unataka kusikia simulizi kama hizi za kutia moyo? Fuatilia mitandao yetu ya kijamii na uwe sehemu ya mazungumzo yanayobadilisha maisha.